Kwangu mimi nipo tayari mm. kufa mm. kwa ajili ya watoto zangu siwezi mm. nikaondoka mimi Tanzania kuacha kitu zangu kule. Maana kilichonitisha mimi mpaka nikafikia hatua kurudi nyumbani Tanzania, mm. walinitishia kwamba wanataka kuwaua watoto mm, kwa hiyo mimi nilichukua maamuzi kurudi Tanzania kwa sababu kutoka nyumbani kwenye maisha ya kimaskini alisafiri kwenda ugaibuni kutafuta maisha, huku akiamini kwamba siku moja atarudi nyumbani na kuja kubadilisha maisha ya nyumbani kwao, lakini pasipo kutarajia aliishia kujutia tu kwa nini alienda huko. Mpenzi mtazamaji wa iCONIC, leo nimekusogezea stori fupi ya mwanamke huyu yenye majonzi na simanzi Nipo naye hapa na atatueleza mwanzo mwisho. Karibu tumsikilize. Kuna watu ambao wanakutizama sasa hivi wanatamani kujua majina yako, wewe ni mkazi wa wapi, na ikikupendeza pia unaweza ukatuambia umri wako. Naitwa Mwajuma Shabani Madi. Ni mkazi wa wapi? Mkazi wa Kibaa. Sawa, tuliposikia stori yako tulitamani kukutafuta na tuweze kupata nafasi ya kuweza kuongea na wewe vizuri, na ndio maana tukafunga safari mpaka huku ili uweze kutuambia sasa nini ambacho kilitokea kwenye mashako, ni kwenye maisha yako yani, utupe stori kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Karibu. Mimi ninaishi na mzazi mmoja, ni mama yangu, na pia tumepitia changamoto nyingi sana baopeke hmm. hapa hmm. kwanza niseme kwamba mi ni kipindi nipo mdogo hmm. nipo darasa la saba hmm. Maisha yetu yalikuwa magumu sana pamoja na mzazi wangu hmm. Ila nilishukuru Mungu, nilikuwa nasoma hivyo hivyo, mwenyewe nilikuwa napenda sana na ma... pia nina malengo makubwa sana hmm. Nimesoma nimemaliza nime, darasa saba hmm. Nilivyomaliza darasa saba hmm. Nilivyokuwa nakaa mtaani, maani mtaani kwetu tetesi nyingi nilikuwa nasikia kwamba kuna hifadhi ya kuwa kwenda Oman. Mimi ikaniletea tamaa sana niende huko. Na huko Oman ilikuwa ni kwenda kufanya nini? Ninia yaani, kwenda kufanya kazi. Kazi gani? Ndani. Ah, okay. mm -hmm. Ehe, ikawaje? Ila sikufanikiwa. Ni kwa sababu gani? Kwa nini hakufanikiwa? Maana ilikuwa nilipokuja kumpa ushauri mama yangu kama nataka niende Oman na mama yangu pia vivili, alikataa. Hmm. Alikataa. Mm. Alikataa ni usiende, mimi. Usiende, huwezi kukaa mbali na mimi. Mm. Nika, nitabidi nivumilie tu, nikae nyumbani na mzazi wangu, mama yake, kumsikiliza jambo la kumsikiliza mzazi ni muhimu. Mm. Bila ye nisisonge mbali wanyane. Mm. Kwa nikaamua ni msikilize, hmm, mzazi wangu. Hmm. Mm. Kweli, nimemsikiliza nikaja nikafaulu, nikafaulu mtihani wa darasa saba. Hmm. Nikaenda sekondari hmm. nimesoma alivyofika form 4 ikawa maisha ni magumu mpaka hmm. nafikia hatua mbezi wangu naenda shule sipewi la shule hmm. inakuta kipindi hata ma, naishua madaftari nashindwa kununuliwa hmm. nikakata tamaa, mwisho wa siku nikakata shule hmm. Alilazimika kuacha shule baada ya maisha ya nyumbani kwao kuwa magumu. Akawa ni binti wa nyumbani na akawa anamsaidia mama yake kuuza mboga mboga mtaani. Kipato hakikuwa kikubwa, hali ambayo alizidi kuvunjika moyo hadi aliposikia kuwa kuna kazi ambayo imepatikana huko nchini Oman ya kwenda kufanya kazi za ndani. Awamu hii Mwajuma alikuwa tayari kabisa kwenda Oman, lakini alipoomba ruhusa kwa mama yake, mama alimkatalia kabisa, kwani alikuwa anampenda sana na hakutamani kuishi mbali naye. Lakini Mwajuma awamu hii hakutaka kumsikiliza mtu yoyote yule. Alianza kufuatilia nyaraka zote za kusafiri Piriya. Kisha akasafiri kutoka Tanzania hadi Oman bila ruhusa ya mama yake. Yaani ilivyofika mm -hmm, Oman, mm, nimepokelewa vizuri yaani nilishangaa hata mwenyewe kasema du, maisha yaliyotokea kule na huku tofauti. Mm, nimekuja kupokelewa na gari nzuri, mm, na pia nilipopokelewa nikapelekwa hadi kwa bosi mwenyewe, mm, na kufika kule iko na katu mm -hmm, ila mpaka najiuliza awa wamenitia mfanyakazi maana wak wanahitaji mfanya kazi wamenileta mii hapa wa ni kufanya kazi sasa. mm. kao siwani kufanya kazi, mm. kazi. Mm. Nakaa baada ya wiki moja mm. Na kuchukuliwa napelekwa sehemu nyingine kufika, mm. sehemu nyingine ndio kaja kushangaa nikutan bomba yeeti, jumba hilo kubwa mpaka wenyee natisha mm. Nikaanza kufikiria tofauti kuja kuchinjwa au kufikiria nimetekwa, mm, ila nikaamua bora ni apotezee ni kwanza, mm, niaone kwanza mbele kweye nimepotezwa vizuri. Mm. nimeingia mule ndani, mm, nimekaa. maisha mle ndani yalikuwaje ulipofika, yaani hapo ulipoanza kuishi hapo, maisha kule? Hmm. Nilikuwa nafanya kazi vizuri ila nikaja kutokea mabadiliko kwa bosi kunitaka, yani alikuwa anakutaka. hmm. hmm. hmm. Kwenye, kwenye kwa namna gani, kwa njia gani? hmm. hmm. hmm. alikuwa anaonyesha, yani vitendo gani vya kukutaka. Na ukuta muda mwingine nilikuwa nikilala chumbani na ningilia. Alikuwa anataka kufanya mimi na mimi na yeye tendo, ila nilikuwa nakataa, mwisho siku nikamkubalia. Maana alizidi kuniangamiza, mwisho siku nikamkubalia Mm. Naye alikuwa hajaoa. Alioa? Mm, mke okay, wake okay. Ajaoa, halioa mke wake, alikuwepo mke wake? Alikuwa hayupo amesafiri, mm. Kwa sasa, ikawaje sasa? Baadaye maza, baada tulipokutana, kaanza mahusiano mimi na yeye Mm. nikaja kupata mja mzito Mm. na siku inazidi kwenda mwsha suku nikaja kujifungua watoto mm. mapacha. Nimejifungua watoto mapacha na bosi wangu wa kike akarudi. Mm. Kurudi akashangaa sana kunikuta mimi, alikuwa ananikuta nina watoto mm. na bosi yenyewe hakunitaka mimi nikae pale kwa kike mje tu kwanza mm. kutokea farakano mm. bosi wa kike anataka niondoke, mm, na bosi wa kiume anahitaji watoto zake wabaki kule, mimi sihitaji

changamoto kubwa katika maisha yake akiwa na watoto wake wawili. Mke wa bosi wake aliporudi hakutaka kabisa kumwona Mwajuma kwenye nyumba yao, na akawa anamfukuza kila siku iendayo kwa Mungu. Mwajuma alikuwa tayari kuondoka, lakini hakuwa tayari kuondoka bila watoto wake, na wakati huo bosi wake pia naye hakutaka kabisa Mwajuma aondoke na watoto wake kuja nao Afrika. Mwajuma akalazimika kuendelea kuishi pale nyumbani pamoja na manyenyeso yote aliyokuwa akiyapitia, na pamoja na manyenyeso yote aliyokuwa akiyapitia aliona ni sawa tu, ila awe karibu na watoto wake ni vitu gani ambavyo ulikuwa unavipitia sasa? baada ya hapo nkalaa kupitia changamoto ule bosi mm. wa kike mm. kuna nyanyasa kuna pesa mm. mateso yalikuwa ni kama yapi? Na ni mm. na na yani, naweza nikashinda na njaa na mwingine, yani, inafanya usafi anaambiwa kujafanya usafi vizuri mm. au nikitaka kupika naambiwa siwezi kupika. Ni vitu vingi sana kananifanyia mshesiku mm. akafikia hatua kunaambia usipoondoka, mm. nitakua kwangu mimi nilipo. Tayari kufa kwa ajili ya watoto zangu, siwezi nikaondoka mimi Tanzania kuwaacha tizamu ku kwa hiyo mateso alivyozidi, na mimi livyoamua mshesiku, nikaamua maamuzi niwaacha watoto sa nani Oman mirudi Tanzania. Na nini ambacho kilikufanya sasa mpaka uamue sasa ukubali, wakati siku zote ulikuwa ukikataa? Nini sasa ambacho kilikufanya sasa uamue kwamba sasa hivi mimi ngoja tu niondoke? Okay. maana ya kilichonitisha mimi mpaka kufikia tua kurudi nyumbani Tanzania, walinitishia kwamba walitaka kuwaua watoto. Kwa hiyo mimi nilichukua maamuzi kurudi Tanzania kwa sababu alitaka kununuliwa watoto zangu mm. Nikaona bora ni waache watoto zangu kuishi kuliko mimi mm. Nikaamua kufanya hatua ya kurudi Tanzania mm. Na niliporudi Tanzania mm. nilicho kifata kule imeenda e, mambo tofauti. Niliporudi nyumbani, nakuta mambo tofauti, nikuta mama yangu anapitia changamoto nyingi n, mm. Na hali ngumu sana mm. Nani alikupa nauli labda, kurudi nauli alinipa bosi wa kiume. Mm. Alinipa bosi yaani alinipa chenji tu kidogo, ni ya usafari, kabakia mimi timu kidogo kurudi Tanzania. Niliporudi Tanzania Mm. nikuta mama wangu anapita changamoto nyingi, hata kitu kidogo cha kununua huko pesa hana. Mm. na mimi ile pesa nilikuwa nayo ambayo ilibakia kama chenji Mm. ilikuwa haikidhi mahitaji ya pale. Mm wa hiyo nikarudi nyumbani mkuta, hmm, nguzi wangu ko kwenye changamoto hmm, na mpaka nikafikia hatua kuitia. Mama yangu alinikataza nisende kule, na mi nikafikia hatua kama kumpinga mzazi wangu, nikaenda homa kwao. Sasa baada kuwa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, kwa ya kuwa umerudi huku sasahivi, <laughs> hivi maisha yako yapoje baada ya kurudi huku? Yani maisha yangu usemayapo vile vile, napitia changamoto nyingi, hmm ila ninacho shukuru nikifanya biashara yote nipata mia mbili na mzazi wangu na rafiki yangu nipata mlo, siku zinaenda. Na watoto wako vipi sasa? Tangu tangu wache, sasa hivi imepita muda gani? Watu wana miaka miwili, pita miaka miwili. Na kule ulikaa ulikaa muda gani kule? Yani kule nimekaa yani, tuseme miaka miwili, ila kama inaenda baada ya Tatu ah, kwa kama nakaribia miaka mitatu mm. Kwa sababu kama umeenda umeenda kutafuta, lakini hujarudi na ulichoenda kutafuta. Na watoto wako waga, unawasiliana nao? labda labda unajua sasa hivi wanaendeleaje kasahvi ujua tutokoa hmm. Ulishai kufikiriaga labda kurudi kwenda kuwaona, kwabado unamwogopa ule mama? Unawashauriji labda wadada ambao wanapendaga labda kutaka kwenda huko labda kufanya kazi, labda nawashauriji wadada ambao wanapenda kuwashauri kwamba

Changamoto ni nyingi sana katika maisha na changamoto hazipo hapa ulipo tu, bali changamoto zipo kila mahali. Kwa maana hiyo, naweza kusema kwamba hatupaswi kuogopa au kukimbia changamoto, bali tunapaswa kutafuta njia bora ya kukabiliana nazo na sio kukimbia. Penzi mtazamaji wa iCONIC, naamini umesikiliza stori hii mwanzo hadi mwisho na naamini utakuwa na maoni. Sasa ili tuweze kujua nini maoni yako, tafadhali naomba tuandikie kwenye comment, na sisi tutapitia kila comment na kujibu. Asante kwa kutazama. Jina langu ni Justin Barabara. Usisahau kusubscribe kulike na kushea video hii. Asante.